Vodacom, kazi ni kwako. Poplan Hebo Clinic, suluhisho la matatizo yako yote ya uzazi. Nilishirikiana na watu wengine lakini, tulimleta Mr. Nice hizo nice nice zinaanza msanii ambaye amewahi kuletwa hapa kutoka Tanzania kuja Marekani kwa so, Nice, sababu watu walikuwa na ile kiu ya kuona uh, wasanii wa Tanzania wanakuja huku Marekani. YouTube hamna nini, lakini watu walikuwa wanapenda miziki yao wanaisikia nini na na afu wengi walikuwa vijana kipindi kile. Unajua sasa hizo watu wengi wamekuwa. Wengi walikuwa ni vijana, kwa hiyo ambao uh, vijana hao sasa hivi wana familia na watoto na nini. Lakini kipindi kile ilikuwa yani you know ndo uh, vijana wenyewe wa kipindi kile. Mm -hmm. Na Mr. Nice, ndo alikuwa mkali kwa kipindi kile. Kwa hiyo shows ilikuwa inachukua watu wengi sana, watu kama elfu moja na kuenda juu. Na of course show zile kwa sababu ilikuwa ni msanii ambaye alijulikana in East Africa in general. Kwa hiyo tulikuwa tunapata watu kutoka Tanzania, Kenya, Uganda. She was bringing a lot of people kwa kweli. Haijawahi kutokea tena. First of all, kwa sababu generation ile imeshakuwa kubwa, yani watu wameshakuwa watu wazima, wana familia na watoto. Generation iliyopo sasa hivi ni generation ambayo n, yani ukifanya show ukapata uh, 400 people, yani unashukuru una Mungu kwamba hiyo show It was a very successful show, kupata 400 uh, first of all, I don't like to say kwamba wasanii tunawalipa kiasi gani, kwa sababu you know, unajua hizo ni like, sa uh, of contract kwa sababu you know, makubaliano mm -hmm. yangu mimi na msanii, you know, always a secret, you know. mm -hmm. kama msanii mwenyewe ataondoka hapa aendi kusema kwamba amelipwa kiasi fulani ni yeye, lakini mimi bado na ile fiduciary duty kati ya mimi na msanii ni kwamba makubaliano na yetu yanatakiwa yawe yawe mm -hmm. lakini, uh, most of the artists that I've dealt with ambao kutoka Tanzania huwa uh, ni zaidi ya elfu mbili. Of course ni zaidi ya elfu mbili. Kwa mfano uh, if you bring Diamond right now, you know Diamond pesa yake hawezi kuwa the same as kama vile tulivyomleta majina, sababu unajua eh? lakini ni yeah. kwamba Diamond yuko juu na watu wote na mm -hmm. dunia nzima inajua kwamba Diamond yuko juu, umeona? Kwa hiyo unapo bei ya Diamond ni kubwa sasa so, sasa na Tanzania kule, unapomleta Diamond, unapofanya show na Diamond Tanzania, you pay a lot of money tofauti na wasanii wengine because the same thing over here when you bring Diamond over here you pay him more money than any other artist then thenu, um, Alikiba Omi Dimples um, uh Vanessa, you know uh, uh Professor J, later before okay he was actually uh, the shows were, were very good. Let me go back a little bit. Hatuwezi um, compare wakati wa Mr. Nice na wakati uliopo sasa, you know, you know what I mean? uh, kipindi cha Mr. Nice ilikuwa ni kipindi ambacho ndio tulikuwa tunaanza, kwa wasanii wengi walikuwa wajaja hapa Marekani alafu na generation ile kama nilivyosema, it was a lot of people ambao kwa sasa hivi generation ya sasa hivi haipo tena. Umeona, wale watu sasa hivi hawatoki tena. Kwa hiyo waliopo sasa hivi ni this younger generation ambayo yani ni, ni watu ambao uh, naweza nikasema kwamba wako wachache. Umeona eh, alafu wasanii wengi wameshakuja sana. Umeona eh, kwa kipindi kile, kwa Mr Nice, that was like a dime, you know, kwa sababu alikuwa hajawahi kuja msanii yoyote ile kutoka Tanzania, kutoka Kenya, kutoka wapi, alikuwa hajawahi kuja Marekani. Kwa hiyo yani Mr Nice ndio alikuwa wale wa kwanza kabisa kwa alipata watu wote wa Tanzania wa Kenya everybody was there sio kama sasa hivi sasa hivi wasanii kibao kutoka Kenya wanakuja kutoka Nigeria wanakuja kutoka wapi wanakuja kwa hiyo yani hata show tunavyofanya mara nyingi inakuwa watu ni wachache okay. kwa hiyo kusema kwa rekodi ambayo uh, msanii ambaye amewahi kuisogelea tuseme ile mm -hmm. naweza nikasema ni Diamond peke yake kwa sababu show za Diamond huwa zinajaza kizi zinajaza kwa kiasi hiki cha sasa sijui mimi sijui mimi pata kwa kiasi hiki cha sasa hivi kwamba ukipata watu idadi fulani kwa sasa hivi, kwamba hiyo show inakuwa ime imejaa sana. Kwa Watanzania kufanya show ambazo tunategemea Watanzania peke yake for example mm, 500 people 450, 500 people, mm. Mwa, lakini ukifanya zile show ambazo unachanganya na mataifa mengine ni kama ilivyokuwa kipindi cha Mr. Nice, back in the days, mm. you know, elfu moja elfu jam. Kama tulifanya show Dallas huko you know, ilikuwa ni Labor Day week actually Was it no, it was subscribe kwenye YouTube ili uwe karibu na kila stori za Ayo TV zinazotoka. Usisahau pia kukaa karibu na Millard Ayo kwenye Facebook, Twitter na Instagram, Facebook.com, Twitter.com pamoja na Instagram.com Millard Ayo Usisahau pia kutembelea millardayo.com kwa stori mbali mbalimbali, picha na mengine yote ya Tanzania na nje ya Tanzania zote unazozitaka ziko tzday millardayo.com, na iotv iotv pia inapatikana kupitia tanzaniabox.com, tanzaniabox.com. Hapo utakutana na video zote za kila siku kutokea iotv.